Na hii ni Mnyalu TV. Saba katika bahari saba hivyo saba, e, ni vikosi vya nyambizi nyambizi, submarine eh e, ambazo ziko chini ya maji yeah. Za Marekani hizo, kazi yake ni kulinda bahari saba za ulimwengu. Ulindaji huo ni kwa ajili ya kulinda maslahi American interest. American interest. Yeah, yes. Kwa hiyo ukae uelewe. Kwanza, America ni corporation, sio nchi. Ni shirika. Inamilikiwa na wafamilia 13. Unasikia? ambazo ambazo kwa uchache kuna Rothschild. Rothschild, Rothschild. Open, Hammer, Open, Hammer, Two Boys. Unasikia? <laughs> eh, uh -huh. E, Clinton family. ami, uh -huh. elewa, e, kuna hawa kina Rothschild family. Kwa sababu huyu Rothschild, Jacob Rothschild yeye ametokea Bavaria, a ni Germani huyu. Hawa ndio wanaongea lugha inaitwa Yidishi. Yidishi ndio ile ikachanganywa na lugha moja wanaitwa Hibru, wakapata lugha ya Kiyahudi. Umesikia? Kwa sababu Kiyahudi ni lugha iliyokuwa inapotea duniani. Kwa hiyo wakafanya ujanja kuchanganya Yiddish, nyewe, wa kuchanganya Yidishi, kwa sababu hao wenyewe Wayahudi wa leo unaona, Israeli ndio wao ni Wajerumani na Warusi na wa, na, na, na wa, na na wa, na wa Marekani kwa sababu unapomzungumzia Marekani inabidi kwa sababu Marekani yeye ndio mataifa yote wameingia pale bila kutoka pale kutokana na kitambulisho cha Amerika wakagawanyika. Kwa hiyo, kwahiyo Balfour Declaration ilitengenezwa na Mwingereza kwa sababu Muingereza ndio mtawala wa Amerika. Mwingereza ndio mwenye mali ya mwenye Marekani. Kwa hiyo Marekani bila Mwingereza haifanyi lolote, na ndio maana au ndio maana Mwingereza Marekani alipotaka kuivamia Syria kwa ground boot, Mwingereza alijitoa kwa sababu Marekani hana uwezo wa kwenda ground boot. Umeelewa? Marekani anatumia air to air angani, kwa angani anga kwa anga. Anga Marekani hawezi ground boot. Anamtegemea Mwingereza na hapo hapo atumie masenario wa labda atumie MPC, military military contact hawa MPC wanaitwa military military private military contractor. hawa ni kama hawa Mwf. Wanaitwa Mwf. A, a, nani hawa wanaitwa Blackwater, alafu kuna hawa wanaitwa sasa hivi sasahivi, a kuna waji na group, lakini ninajua Blackwater wame presence duniani miaka mingi sana kabla ya huwa leo wanasema founder founder wa wa Blackwater Eric Prince. Eric Prince Prince sio founder wa Blackwater, na hii ni Mnyalu TV.